Bwana Yesu Kristo asifiwe ndugu zangu katika Yesu Kristo. Ni msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa siku ya leo, ninakuja na fundisho nzuri na neno inayosema kwamba mkinipenda, mtashika amri zangu. Mkimpenda, mtashika amri zake. Mkimpenda Mungu, mtashika amri zake. Bwana asifiwe lakini tuna wengi walokole tuna Wakristo wengi wanajidai kwamba wanampenda Mungu lakini tukiwaona kwa nje wanamkana Yesu Kristo wa Nazareti na ndio hao ndio pia wameandikwa kwamba Bwana akasema kwamba wameandikwa wametajwa katika kitabu cha Tito ile sura ya kwanza mstari wa kumi na sita wanasema kwamba wanajidai kwamba e wanamjua Mungu lakini kwa matendo yao wanamkana Bwana Yesu Kristo. Asifiwe. Na ndio maana kwa siku leo tena kuzungumzia kumpenda Bwana, kwa sababu mtu akimpenda Mungu, mtu akimpenda babaye, mtu akipenda mchumba wake, mtu akimpenda mama yake, aweze akamdanganya mamaye. Lakini tumekuja kuona wakristo wengi wanamdanganya Yesu Kristo kwa matendo yao, wanajidai kwamba wanampenda Mungu lakini hawampendi Mungu Yesu Kristo. Wanasema tena wanampenda Mungu lakini kushika amri zake na agizo zake ni, ni vigumu sana. Na ndio watakuta kwamba wengi hawana na ile kicho cha Mungu ndani mwao. Wengi wanakosa kicho ndani ya mioyo yao. Watafanya jambo lote watakalo watakalo eo kulipenda. Leo wanaweza wakaenda katika makanisa na wanazini na wanafanya mambo ya aibu, lakini tena utakuta next Sunday wanarudi katika kanisani na wanasema wanaanza ima kwamba ninampenda Mungu Bwana na, na Bwana ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanakuja kusahau ya kwamba kama kweli wewe ni kondoo ya Mungu, kama kama wewe ni kondoo la Yesu Kristo utashika agizo lake, utashika sauti yake, na utashika mafundisho yake, na utashika maneno yake, na utakuwa unasikia woga kwa kumtenda dhambi, utakuwa unasikia woga kwa kuenda kinyume na maandiko, utakuwa utakuwa na ile woga ya kufanya jambo ya aibu. Yani kukunywa pombe, yani kuvuta sigara, yani kukua shoga yani kulala na wanaume yani kulala na wanawake yani mambo ya uchawi, kuona filamu ya uchawi. Kwanza hata kuona kwa filamu ya uchawi naye pia ni dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya filamu ndani ya filamu wanafundisha jinsi ya wana kuwa mchawi, wanafundisha mambo ya uongo, wanafundisha jinsi ya kuloga Unafuja jinsi unaweza ukaenda kwa mganga una, unafuja jinsi, unaweza, koko, unaweza koko mchawi yaani utakuta kwamba wanaonganisha mapepo ya kutawale reba se karima, se prime, reka se, haleluya, se pri, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Bwana akasema kweli kabisa ya kwamba yeye ni mchungaji mwema. Kondoo zake zinamjua, naye anajua kondoo zake. Lakini je, wewe ni kondoo? Wewe ni mmoja wa kondoo? Kwa sababu, kwa sababu kama kweli wewe ni mmoja wa kondoo, kwa nini sasa unaendelea kumwasi Muumba wako? Kwa mfano mbwa imbwa akitembea na bwana wake, nikisema bwana wake yani the order. Yani mtu ndo anaye anaye an, anayekuwa anaishi naye. Imbwa huwa inasikia maagizo ya bwana wake, imbwa huwa inasikia inashika maagizo ya bwana wake. Bwana wake kameti akae chini, utakuta imbwa inakaa chini. Bwana wake akisema ati simama, utakuta utakuta utakuta hiyo imbwa inasimama. lakini tukienda kwa watu siku za mwisho, utakuta hata Bwana akisema usizini, na utakuta hao ndio hodari wa kuzini. Bwana akisema kwamba acha mambo ya uchawi, na utakuta hao ndio wanaishi katika mambo ya uchawi kabisa, na utakuta watu wanaishi katika maisha ya chuki, maisha ya kusengenya watu maisha ya kuchukia watu wengine. Unachukia watu wengine kwa njia, kwa nini unachukia? Hiyo chuki, umetoa chuki wapi? Kusengenya watu, hiyo ujasiri ya kusengenya watu wengine umetoa wapi? Utakuta hata watu, utakuta hata wakristo wenyewe wa, wa ni wa Kristo kusaidia hata jirani inakuwa ni shida, kusaidia jirani na utakuta bina jana wivu, na utakuta kuomba msamaha au kusamehe mtu wako au kusamehe mwenzake utakuta ni haviwezi awi, awi, vikasamea vikasame watu wengine. Tabia za Kristo ziko wapi ndani mwako? tabia ya wokovu hiyo iko wapi ndani mwako? Kwa sababu ndugu katika Kristo, kweli kweli, kama wewe umeokoka kweli kweli, kama wewe ni kondoo wa Yesu Kristo, basi acha nuru yako pia ikangaze mbele za watu, kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 5:16 anasema kwamba hivyo hivyo, nuru yenu ikangaze mbele ya watu wote wakaone matendo yenu mema na wakamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Lakini wakati watu wakiona Wakristo wa siku hizi utakuta awaoni yani mwanga, wanaona giza, wanaona uchawi, wanaona wivu, wanaona chuki, wanaona ukahaba, uzinzi, ushoga, uchafu. Oh, sekai. Kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, ujausiri wa kunyonga ndani ya kanisa umeitoa wapi? Kama wewe ni mwana wa Mungu, ujausiri wa kujipamba kichwani wa kujipamba katika uso wako umeitoa wapi? Kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, ni kondoo wa Mungu, umepata ujausiri ya kuvaa mavazi ya ukawaba wapi? Kwa sababu maandiko matakatifu, maandiko yanasema muone watakatifu kama jinsi baba yenu alivyo mtakatifu. Mungu yeye ni mtakatifu, ndani mwake hamuna uchafu, asili yake ni utakatifu, wala asili yake si uchafu. Na ndio maana tumeambiwa kwamba tukisema kwamba tunaushirika naye na umo, na huko tunaendelea kuishi katika, katika giza tutakuwa tunajidanganya sisi wenyewe, ukweli aumo ndani mwetu, kwa sababu mtu yoyote anayeshiriki ndani ya Kristo yeye si muongo, yeye si mchafu, bali yeye ni mtakatifu, anafanana mumba wake, anafanana baba yake rrkarikaerkabarrmeorivkarme wengi wanajiaminisha kwamba eo ni watakatifu. Wengi wanajijengea ya kwamba, wanajimaanisha kwamba eti eo wanapendwa na Mungu. Baba yenu ni ibilisi. Ndio maana mnafuata maagizo ya baba yenu ni ibilisi. Yenye bado ni watumwa wa dhambi. Yenye bado wamja kuwa kondoo za Bwana. Mnajitaka kama nyinyi ni kondoo za Bwana lakini, kumbe mko mbali na yeye baba. Tufungue tufungue katika kitabu cha Yohana. Sura ya 14 mstari wa 15. Maandiko matakatifu nasema, Yesu akajibu, Yesu anasema wala si Enoch. Mungu anasema wala si mimi. Mungu anasema katika kitabu chake wala si kita katika kitabu changu mimi. Mimi Enoch sijaandika kitabu chochote. Mkinipenda mtashika amri zangu. Ukimpenda Yesu Kristo utashika amri zake. Jiulize je, je wewe unashika amri zake? Jiulize wewe je wewe unatembea katika, katika njia zake? Je, wewe unafuata nia zake? Je, unashika mafundisho yake? Au bado unaendelea kuishi katika giza? O oh, re kase. re babasekai re kase primaire. Na ndio watakuta kwamba watu kama na hawa, makalisa, na hawa wanajaa ndani ya makanisa wanajamanisha kwamba wako na ukaribu na Mungu, lakini kumbe wako mbali na Yesu Kristo. nuru atoni nuru ndani ya watu. Ewe mwanamke, ewe binti, ukimpenda Yesu Kristo, acha kuvaa mavazi ya aibu. Ukimpenda Yesu Kristo acha kusuka nywele. Ukimpenda Yesu Kristo acha kuacha kutembea na mavazi mafupi. Na ukimpenda Yesu Kristo acha kusengenya. Ukimpenda Yesu Kristo acha kufurahia kuongelea watu wengine vibaya, mfurahia kuja kwake Yesu. oresekaremae oh, Pa, hacha mambo ya uzinzi horebakas, hacha mambo ya usharati hosepa, hacha mambo ya ngono, hacha munadidaya kwamba mna mjua Mungu. Wengi wanadidaya kwamba wana mjua Mungu lakini matendo yao ina mkana wazi moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio atakuta kwamba ni vigumu kwa watu kuamini kwamba watu kweli wameokoka. Hata kama wakibatizwa leo, utakuta wanarudi katika maisha yao ya zamani hata kama ni mchawi, utakuta wachawi wa siku wengi wanasema kwamba wameokoka, wanasema kwamba wanaamini Yesu, wanasema kwamba Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wao, lakini utakuta wanaendelea kufanya mambo ya giza, kuloga, wanaendelea kuloga, kumwanga damu, wanaendelea kumwanga damu, na huko wanaendelea, wana wana kusema kwamba ita kwamba wanampenda Mungu. Kama kweli wewe unampenda Mungu utashika amri zake. Kama wewe kweli unampenda Mungu utashika maagizo yake, utakuwa mtakatifu, utakuwa mbali na zambi, hautakuwa na ukaribu na ibilisi tena. Oh, sipai, wengi wanakuja kwa Kristo lakini wana lakini hawataki kuacha mambo ya ibilisi, hawataki kuacha mambo ya mwili, hawataki kumwacha yule ibilisi. Bwana akasema kwamba mkijitenga naye mkitengana na, na mama ya ulimwengu, basi Bwana atawakubali nyinyi, mtakuwa wanawake naye pia atakuwa baba yenu, na watu wakiwaona, ni lazima watasema kwamba kweli watakatifu wa Mungu wapo, nando watakuta kwamba watu wa mataifa awaleishi awako na heshima tena jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya Wakristo wengi. Wakristo wengi wenyewe wanamdharau Mungu, Wakristo wenyewe wanamsahau Mungu, Wakristo wenyewe hawamjali Bwana watematemea. Tuna maandiko katika kinywani, lakini kuliishi hiyo maandiko ni vigumu. wawalishi Hosea Hosea rkaaorpaska kuliishi neno la Mungu ni vigumu, lakini kuposti wataweza, wanaweza kaposti katika mitandao yao, katika stori zao, sehemu pote, Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungikiwa na kitu, lakini huko anaendelea kuzini katika siri, uko anaendelea kusengenya watu wangu huku anaendelea kuishi katika maisha ya zina, huku anaendelea kulala na wanaume, huku anaendelea kupodoa ku, ku, ku. Na hata watumishi wa Mungu pia, utakuta wanajiita kwa wanajiita kuwa ni watumishi wa Mungu, lakini tabia za Bwana ndani mwao azimo ndani mwao utakuta wengine wamejiita wenyewe wanaanza huduma wenyewe, wala si Roho Mtakatifu aliyeanzisha hiyo huduma. Utakuta kila mtu tu anamka leo anapenda kuwa mtumishi, kila mtu tu anamka anapenda nani? Anapenda kuwa mchungaji, anapenda kuwa nabii, anapenda kuwa mwinjilisti, anapenda kuwa mtume, anapenda kuwa askofu. Oh, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya se. Kama kweli wewe unampenda Mungu, ewe mwanamke, ewe binti, kama wewe kweli unampenda Mungu, basi utafunga, utafunga hiyo kanisa utaacha kuhubiri utaacha kufundisha, kwa sababu Mungu hajawahi kuita mwanamke kuhubiri. Mungu hajawahi kuita mwanamke eti atawale mwanaume. Ni mara ngapi Bwana ataendelea kukwambia? Ni mara ngapi Bwana ataendelea kukwambia wewe? Ni mara ngapi Bwana ataendelea kukuonya? Ni wapi katika maandiko matakatifu tunaona kwamba ti Bwana ametuma wanawake kufundisha kufundisha mitume au wala? Ni wapi tunaona kwamba wanawake wanavaa wana, wana matito ya kuwa mitume, ya kuwa wachungaji, ya kuwa wa bishop, ya kuwa wa evangelist, ya kuwa wa walimu wa wa, ni wapi? Na Mungu hajawahi kuita mwanamke kuhubiri au kufundisha, bali ni watu wenyewe wanajiita wenyewe Bwana anasema kwamba ampe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanaume. Oh, si kama Kristo ni kichwa cha mwanaume na mwanaume ni kichwa cha mwanamke? Mniambie, mwanamke anawezaje kuwa tena kichwa cha mwanaume? Mniambie, mwanamke anawezaje tena kuwa kichwa cha mwanaume kama mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mwanamke na kama Adamu aliumbwa wa kwanza, akisha Hawa wa pili, na Adamu akapewa mamlaka yote na, na, na, na, na, na Hawa akadanganywa wa kwanza. Sasa inawezaje tena inawezaje tena, inawezaje tena tena mwanamke tena atawale mwanaume? Na Bwana akasema katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya tatu ile sura ya tatu kama sikosei, sura ya tatu mstari wa sita Bwana akasema kwamba na mumewe atakutawala siku za maisha yako yote. Kuna wengine munatafuta madaraka nyinyi wenyewe. Kuna wengine munajitafutia matatizo nyinyi wenyewe. Munajiita katika utumwa, na Mungu hajawaita, lakini wenyewe munajiita katika kazi ya Bwana, kufanya kazi ya Mungu. Wengine wanakataa, wengine wanakataa kwamba Yesu Kristo ni Mungu, wengine wanakataa kwamba Yesu Kristo ni Mungu mkuu wengine kukataa kunena kwa lugha hakuna shida, lakini lakini tena jina la Kristo maandiko matakatifu nasema kwamba <gibu> yeyote takaamini na ishara hizi zitawafuata kwa jina langu watanena kwa lugha, kwa jina langu watatoka mapepo wa, wa kwa jina langu wataponya wagonjwa, kwa jina langu watashika nyoka wa wazuru Ai, mwanamke anaruhusiwa kuhubiri? Eti mwanamke Mungu alimwita aje akafundisha mwanaume? Eti mwanamke, eti Mungu alipatia mamlaka ya kufundisha mwanaume, ya, ya kufundisha mwanaume na kuhubiri katika mtandao? Niletee andiko nasema kwamba Bwana alituma Maria Maria, Maria, Maria, Maria kuhubiri kufundisha, unipatie andiko, yaani unipatie kitabu cha mwanamke yoyote katika Biblia inasema kwamba alihubiri, akafundisha na alikuwa na mamlaka juu ya wanaume na akafanya kazi kwa ukubwa oh, see, prima, kasi. Na yeye akapewa taji ya mitume akapewa taito ya mchungaji, akapewa taito ya walimu, akapewa taito ya wainjilisti, akapewa taito ya bishop au askofu. Give me that verse, give me that Bible. Ose oh, rekasepri repabasekai, mkinipenda mtashika amri zangu. Rebo kasipai, mukimpenda Bwana majeshi mtashika amri mta am zake, wala amtenda kinyume na maandiko yake, wala amtenda kinyume na maagizo yake. Oh rbbbrvoa ba ba ba ba. Oh primeuya oh ba ba. Babasekaluya Bwana majeshi, osebuya oh Bwana majeshi, una neno kwa lugha, una tabiri, unasikia sauti ya Bwana akisha uko unaendelea kumpinga neno la Bwana unaendelea kupinga neno la Bwana, wewe si mwana wa Mungu, bali wewe unakuwa mwana wa giza, mwana wa Ibilisi. Na baba yako ni nani? Baba yako ni Ibilisi. O rikasi pai, re baba si re sika primere kase. Uzinzi umetoka wapi? mbona kicho cha Mungu akila taanimwenu Mkilimpenda kweli, mngeshika amri zake na maagizo yake. Mukilimpenda kweli, mungelishika sheria zake na mngelishi katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Mkinipenda mtashika amri zangu. Oh, si ya Bwana bariki Re